Natangaza ujio wa daktari bingwa wa upasuaji kwa njia ya matundu madogo kutoka Ujerumani. Kila taarifa njema inayopatikana ulimwenguni, sisi Muungwana One TV hatuna hatuna budi kukuletea. Leo tupo katika jengo la utawala linalopatikana hapa katika hospitali ya rufaa ya St. Benedict hapa Ndanda, na tumekuja hapa ni kwa sababu ya taarifa juu ya ujio wa daktari bingwa kutoka Ujerumani anayeshughulika na matibabu ya upasiwaji kwa njia ya matundo madogo. Mimi ni Bizo Marima, hii ni Muungwana One TV. Twende kwa mganga mkuu. Muungwana One TV, Muungwana One TV, Muungwana One TV, ulimwengu wa habari. Kwa majina na itwa Dr. Isaya, mimi ni mganga mkuu wa hospitali ya rufaa ya Ndanda. Natangaza ujio wa daktari bingwa wa upasuaji kwa njia ya matundu madogo kutoka Ujerumani. Matibabu yatafanyika kuanzia tarehe ishirini na moja mwezi wa nne hadi tarehe kumi mwezi wa tano. Wanandanda na watanzania wote karibuni, asante. Enum. Tafsiri harisi ya ulimwengu wa habari ni hii hapa ni kukuchukulia habari sisi kama Muungwana One TV zinazopatikana ulimwenguni kote na kukuletea wewe mtazamaji wetu wa Muungwana One TV. Na hapa leo tupo katika jengo hili la theater linalopatikana katika hospitali hii ya Saint Benedict iliyopo hapa Ndanda na tupo hapa kwa ajili ya juu ya taarifa ambayo iliyopo juu ya daktari bingwa kutoka Ujerumani anayehusika na matibabu ya upasuaji kwa njia ya matundu madogo, so tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na baadhi ya madaktari watupe uhakika juu ya swala hilo endelea so kukaa nasi Muungwana One TV kwa taarifa zaidi. Kwa majina uh, wanaitwa Daktari Eriki Ramson Mula ni daktari bingwa wa magonjwa ya upasuaji katika hospitali ya mtakatifu Benedicto Ndanda. Kuanzia tarehe ishirini na moja kama alivyosema, mpaka tarehe kumi mwezi wa tano tunategemea kuwapokea madaktari bingwa kutoka Ujerumani wa upasuaji ambapo wataongoza zoezi zima la kufanya upasuaji kwa njia ya matundu madogo, kitaalamu tunaita laparoscopic surgeries. Ah, uh, labda ukifika nielezee hospitali ya Ndanda, ni kama unavyojua hospitali ya Rufaa, na huwa tunafanya matibabu ya upasuaji ya kibingwa na kibingwa bobezi. Ah, uh, na katika uh, katika uh, department mbalimbali. Ah, uh, mojawapo ni upasuaji wa jumla, general surgery. Tunafanya upasuaji wa nyingi pia uh, kuna huduma za upasuaji katika idara ya mifupa orthopedic surgery. Pia huduma za upasuaji katika idara ya kinamama gynecological surgery, lakini huduma nyingi ambazo tunazifanya hata kwetu mara nyingi ni huduma za upasuaji kwa njia ya kufungua uh, tunafungua, tunaita open surgery lakini kama unavyoona dunia inavyoendelea na teknolojia inavyoongezeka, teknolojia inaongezeka kwa sababu kuna upasuaji wa njia ya matundu madogo kalaparaskopi kisajari, na pia wenzetu wa nchi za nje huku wameendelea, nana ambayo siku hizi wanafanya mpaka operation kwa njia ya kutumia roboti, mpa roboti kisajari. Kwa hiyo ujio wao kwetu ni ni, ni, ni fursa pekee ya sikujifunza kama madaktari wa hapa hospitali ya rufaa kuweza kutoa huduma sasa kutoka kwenye njia ya upasuaji kwa njia ya kufungua open surgery kwenda kwenye njia ya matundu madogo, eh na laparoscopic surgery. Faida mojawapo na faida nyingi ambazo zinawezesha kwa kufanya operation kwa njia ya matundu madogo, kwanza ni kupunguza aa, size ya kidonda kidonda kinapungua, kwa hiyo uwezo uh, ule muda wa hospitali unapungua, ule muda wa kuhudumia kidonda pia unapungua, kwa sababu kidonda kinakuwa ni kidogo Wenzetu wanafanya hizo operation kwa simu, mgonjwa anafanya siku hiyo na kwenda nyumbani siku hiyo hiyo. Kwa hiyo ni faida moja hapo kubwa sana ya kufanya operation kwa njia ya matundu madogo. Na vile vile, zile zile athari zinazotokea baada ya upasuaji, nasema complications zinatokea baada ya upasuaji huwa zinapungua kwa sababu tumefanya operation katika kwa njia ya matundu madogo, na mgonjwa anakuwa na kidonda kikubwa. Kwa hiyo hii ni fursa pekee kwa sisi kujifunza na tusaidie jamii kubwa ya ya kanda ya kusini kwa kiujumla, kwa sababu kama unavyojua hospitali ya Ndanda inahudumia takriban kama mikoa mitatu ndio. Kwa hiyo ni fursa pekee kwa sisiisaa na upi mtu wako labda watanzania ma wanafuzi kufika katika siku hiyo ya ishirini na moja wito wangu ni kwamba ni kuhimiza wananchi wote wa kanda ya kusini mikoa ya Mtwara, mikoa ya Lindi na na hata pia Ruvuma, hata mikoa mingine jirani kufika na leta la upasuaji na tena, utaweza kuzungumzia ambayo tafanyika kwa njia ya upasuaji wa matundu madogo. Tunazungumzia kwanza tarehe ishirini na moja, ni matatizo ya upasuaji kwa kwa jumla General Surgery, ambayo uh, matatizo uh, ni kama magonjwa kama kidole tumbo wengine wanafahamu wana, wanafahamu tatizo kama appendicitis. Kuna upasuaji wa mawe katika mfuko wa nyongo kitaalamu tunaita uh, gallstones. Uh, kuna upasuaji wa uvimbe mbalimbali tumboni. Uh, inaweza kuwa na uvimbe wa kawaida ambao uh, tunaita benign au uh, inaweza kuwa na uvimbe wa saratani ambayo uh, tunaita malignant tumors. Uh, pia atafanyiwa upasuaji uh, kuna wale wagonjwa pia ni matatizo ya ngiri au uh, hernia uh, uh, huwa e, pia wakafaidika na hiyo huduma ya upasuaji kwa njia kwa, mm. e, ya matundu madogo. Kwa namna ilivyo kwa mazingira tulionayo ya maa yamezungumza kiutaalamu zaidi, unaweza kukuta mtu anaweza kuumwa ugonjwa lakini hajui kuwa ni ugonjwa huo ambao umetajwa katika vielelezo. Kwa mfano, mtu ukiambiwa kuwa unauma eh, kidole tumbo huu hmm. una unanyuwa aina gani? hmm. e, namna e, na upatikanaji wake labda ni mtu anajisikiaje ili aweze kujua kuwa mili hapa hmm. ndivyo huenda hizi dalili za e, kidole tumbo hmm. ah, ile tumbo uh, kitaalamu na, na inavunjikana inaitwa acute appendicitis na hata mtani pia anachenga anafahamu kwa njia, anakwambia mimi naona appendicitis. Uh, ya appendicitis kitaalamu ah ah uh, maambukizi katika sehemu ndogo ya utumbo mpana. Kuna kuanzia utumbo mpana huwa kuna pati ya utumbo mpana ambayo inaitwa appendix. Sasa huu isi huu utumbo saa nyingine huwa unaziba na kuzivu, na kuvimba na kutengeneza maambukizi ya above ya spot ya bila raka baadaye huwa anaweza kupasuka na kusababisha athari tumboni. Dalili ambazo wanazopata wanazopata wagonjwa ambao wana, wana hili tatizo mm -hmm. na wengine wanapata maumivu makali ya sasa sehemu ya kulia ya chini ya tumbo e, mara nyingi maumivu anaweza kaanza ni kitovu afu yakatembea, tunasema migratory pain, yakatembea kuelekea sehemu ya kulia ya tumbo ya chini mm -hmm ya tumbo. Kwa mm hiyo -hmm. Mgonjwa anaweza akaja anasikia maumivu. Vile vile huwa anapata homa kali kwa sababu ni maambukizi. Huwa na hiyo hali pia inaambatana na pia na na na, na, na kupata kupa, homa kali, anasikia anasikia kutapika. Ndio tukimpima mama pia tunaona dalili mbalimbali dalimbali za maambukizi. Wa kwa hiyo mara nyingi tuna tunashauri wagonjwa waje hospitali kwa sababu wanapokuja matatizo ya kwanza tunawapa dawa na vile vile tunafanyia upasuaji. Kwanza akanza nilivyosema, ni kwamba ile sehemu inaziba mm. Kuziba kwake kunategemea na hali mbalimbali, nategemea na umri pia. Kwa watoto, hiyo wanasababishwa na maambukizi mbalimbali kwenye mfumo mzima wa chakula mm. Eh, sasa maambukizi ya virusi mm. anasababishia, kuna tezi mbalimbali zinavimba na kuziba pale mm. kwa watu wazima pia kuna unazungumzia mfumo wa chakula, kuna uchafu mbalimbali ambao unatengenezwa na mfumo wa chakula kabla ya kutolewa, huwa unasababisha pale kuziba. Inaweza kaa ni choo, inaweza kaa labda ni mawe na kila kitu, inaweza kusababisha ile sehemu kuziba na kusababisha maambukizi. sawa sawa. Eh, tukizungumzia hili kwa wale wa Tanzania wengi watakuwa wanaelewa vizuri, na ni kwa mgonjwa ambaye eh, huyo ndio yeye anatazama kwa wakati huu eh, hujafahamu vizuri yani, yani anaelezwa kweli, lakini unayafahamu vizuri. Mmoja wapo ni ile ambayo ametoka kuelezea kwa daktari kidole tumbo, lakini kuna eh, mawe kwenye kibofu cha nyongo nyongoaauua aini sifauonaooswamaenye mfuko wa bugu, mm. Vangu, mm. Vangu, ume, ume mm. nyongo kidogo. Uh, kazi ya mm. mfuko wa nyongo kwenye tumbo ni nini? Mfuko wa nyongo huwa na kazi ya kuhifadhi nyongo. Asilimia hamsini ya nyongo ambayo inatengenezwa kwenye ini huwa inahifadhiwa kwenye mfuko wa nyongo. Sasa baadaye huwa kuna uwezekano katika matatizo mbalimbali yanatokea kwenye mfuko wa nyongo. Mojawapo ni kutengeneza mawe tumaye tunazungumzia pasa ya mawe nje, hapana. Haya mawe yanasababishwa kwa njia kuu mbili. Njia ya kwanza ambayo ni kubwa na karibia 80% ya wagonjwa wanapata ni wale mafuta mafuta mwilini, mafuta mengi mwilini yanasababisha kutengeneza kwa mawe, tunaita cholesterol stones uh, aina nyingine ambayo ambayo yanatengenezwa kwenye mfuko wa nyongo inatokana na wale wagonjwa ambao wanapata matatizo ya damu ambayo ni asilimia chache sana. Asilimia kubwa ni ma, ni, ma, ni yatamshwa na mafuta mm. mafuta ile tazo nakuta na nyingi iko kubwa sana kwa kina mama mm. Kwa kina mama, sasa, mm. Uh, wakina mama sasa chini ya umri wa miaka 40 mm. wakina mama ambao katika umri wa kujifungua tunasema report kwa wengi uh, mm. mama wa mm. sana kwa sababu mafuta mengi mm. wanapata ile tatizo mm. ya sasa, ah uh, ni watu tunafanya tuna uh, matibabu yake. Huwa tunafanya upasuaji endapo wale wagonjwa huwa wanapata wanapata maumivu tu hata symptomatic au thiasis huwa wanapata maumivu kwa sababu ukifanya ultrasound, ukifanya kama cha ultrasound kwa kina mama wengi sana utakuta tatizo la mawe, lakini unakuta hawana, hawana dalili zozote. Kwa hiyo huwa tunafanya matibabu ya upasuaji kwa wale ambao wana yale ayo mawe na matana na maumivu mbalimbali kwenye mfuko wa nyongo, na matibabu tunayofanya ni kutoa mfuko wa nyongo. Huwa tunatoa kwa njia ya kufungua lakini kwa kufungua lakini kama daktari bingwa kutoka Ujerumani atatupa fursa sasa ya kufanya upasuaji kwa njia ya matundu madogo. Ndio hiyo, ndio kwa watu wa Tanzania na kwa ujumla, hiyo siku ya kiukweli sio ya kukosa. Hizo mm. e, siku ambazo zimeorodheshwa si hapo ni mm. kuanzia Aprili 21 mpaka Mei 10. Hiyo tufanye juu chini jamani, tuwasili e, kwa ajili ya kuimarisha afya zetu. Ana mm. e, labda kwenye pande swala so zima la gharama, gharama ya hmm. e, ya, huu pasuaji hmm. e, zikoje baada ya kufika kwa madaktari bingwa sawasawa? <laughs> sa, uh, tukizungumzia matibabu uh, matibabu ya upasuaji matibabu ya upasuaji yana yana involve vitu vingi sana yana involve uh, vifaa vya aina nyingi sana ambavyo vina gharama pia. E, kwa hiyo ujio wao ndio ni fursa kwetu, lakini pia mgonjwa atakuwa anachangia yes, hizo gharama yes, yes, yes, yes, yes. yeah, hizo gharama ni kuchangia kuchangiwa. Kwa hiyo kutakuwa kuna gharama pia ya kuchangia, ambayo itakuwa ni gharama rafiki yes, yes, yes. E, ambayo kwa kila mwananchi naweza akawa ataanza kuona ni essence. Ale yeah, bwana ni jambo kubwa sana hili. Yeah, labda sasa nikupe wewe cha mwisho cha kuongea na Watanzania kuelekea yeah. Hii siku ya Aprili ishirini na moja mpaka Mei kumi, cha mwisho cha kuambia Watanzania. Na mimi napenda kwa kuwahimiza. Haya matatizo yaliyotajwa hapo juu, ni matatizo ambayo tunapokea wagonjwa wengi. Na especially katika kanda ya kusini ama wagonjwa tunapokea wagonjwa wakiwa wanaumwa sana. Niwahimize tu jamii kwamba wakiapata matatizo tunaomba waja hospitali haraka eh. Tunapokea wagonjwa ambao wanachelewa kuja hospitali wengine wanaamua kwanza kwanza na timu mbadala mm, kabla ya kuja hospitali. As a result, tunapata wagonjwa wakiwa katika hali mbaya sana. Wito wangu mkubwa ni kwamba, tunaomba kama una hii tatizo lolote unataja hapa, na kwamba una matatizo mengine ambayo unahitaji kwa hospitali haraka, mm, wa haraka E, huduma zote zi tunazitoa hapa Ndanda mm. E, hospitali ya rufaa ya Ndanda. Kwa hiyo karibuni sana na tunahimiza wagonjwa wanaowahi kuja hospitali mapema. Sawa sawa, ni kama hivyo bwana daktari <coughs> <coughs> mtoka kutuelezea <coughs> <coughs> ta <coughs> witu <coughs> wake sisi za Tanzania basi tujali afya zetu jamani ya afya zetu. Bwana mimi nimesema e, eh, tumejifunza vitu vingi sana kwa muda mfupi huo ambao tumezungumza na e, eh, daktari hapa. Nichukue fursa hii pia kukushukuru daktari, yes, kwa muda wako. Nashukuru sana. E, eh, Mungu akubariki sana. Eh, naamini kuwa sisi kama Muungwana TV tutashirikiana mm. na nyinyi mm. kufikisha hii taarifa kwa jamii kwa ajili ya e, eh, siku hizo ambazo zimeelezwa eh, hapo e, Watanzania waweze kufika kwa ajili ya kuangalia afya zao kwa ajili ya matibabu. Kwa muda Biza Marima, hii ni Muungwana One TV, endelea kufuatilia chaneli yetu ya YouTube pamoja na kusubscribe. Kila new update ambayo itakuwa inatokea, utatupata lakini pia TikTok, Instagram pamoja na Facebook, ukiandika tu Muungwana One TV, itakuwa unatupata kwa uzuri kabisa. Mimi ni Biza Marima, hii ni Muungwana One TV. Muungwana One TV, ulimwengu wa habari.